Maendeleo ya sayansi na teknolojia yamerahisisha maisha katika sekta nyingi za maisha yetu. Katika sekta ya usafirishaji, tuna ndege za kisasa, magari, treni za mwendo kasi na kadhalika. Katika sekta ya afya, tuna tiba nzuri na dawa bora zinazotibu magonjwa yaliyoua watu wengi zamani. Na kwenye sekta ya elimu, maendeleo ya internet yameboresha sekta hiyo kwa kurahisisha upatikanaji wa vitabu mtandaoni na rasilimali nyingine kwa ajili ya wasomaji lakini kuna kundi limesaulika na kuachwa nyuma hili ni kundi la watu wenye ulemavu wa uziwi kutoona upatikanaji wa rasilimali za elimu kwa ajili ya kundi hili ni mgumu sana rasilimali nyingi mtandaoni zinapatikana kwenye mfumo wa picha video na sauti kwa kuona na kutambua changamoto hiyo shirika la Sense International limeanzisha kitovu cha kimataifa cha rasilimali za uziwi kutoona Kitovu cha kimataifa cha rasilimali za uziwi kutoona ni kitovu cha kipekee kilichoanzishwa kwa lengo la kuleta mabadiliko chanya kwa watu wenye uziwi kutoona na wale wenye ulemavu mchanganyiko duniani. Kama sehemu ya jitihada ya kuhakikisha ujumuishaji na upatikanaji wa huduma kwa kila mmoja, kitovu hiki kina hudumu kama kitovu cha mafunzo, ubunifu na usaidizi kwa watoto, vijana na watu wazima wenye changamoto ya mawasiliano na ulemavu mseto. Kitovu kinatoa maudhui kwenye mfumo rafiki ambao humwezesha mtu mwenye uziwi kutoona huyapata maudhui hayo. Mifumo hiyo ni kama vile maelezo ya picha na video, yani caption kwa Kiingereza, matumizi sahihi ya rangi kwa watu wenye uoni hafifu, yani color contrast kuongeza au kupunguza ukubwa wa herufi za maneno ili mtu aweze kusoma vizuri, kusaidia utumiaji wa kibodi ya kompyuta na usomaji wa skrini, na kuweka maelezo yanayomwezesha mtu asiyeona kupata taswira ya kitu kinachozungumzwa na watu wengine ili aweze kuelewa na mbinu nyingine nyingi. Kadhalika, kitovu kinatoa rasilimali na msaada kwa familia walimu, wataalamu wa afya na jamii kwa ujumla, ili kuongeza uelewa, ujuzi na uwezo wa kuwahudumia watu wa kundi hili. Kupitia ushirikiano wa karibu na taasisi mbalimbali, kituo hiki kinalenga kuwajengea uwezo watu wenye ulemavu wa uziwi kutoona, ili waweze kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii, kielimu na kiuchumi. Kwa hiyo wito wangu kwa watu wenye ulemavu, wasaidizi wao ikiwa ni pamoja na wazazi au walezi, walimu, wataalamu wa afya, watunga sera, wafanya maamuzi, wadau na wafadhili, tunaomba mwendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama inavyoonekana katika skrini hii.